Oh, like gonna... yeah, okay. Can... Oh, Rais wa Marekani Donald Trump ameweza kupokea jezi iliyosainiwa kutoka kwa nyota wa mpira wa miguu e bana kutoka Ureno, Cristiano Ronaldo yenye ujumbe unaosema e bana playing for peace. Sasa ujumbe huu umekuwa ukimaanisha kwamba kucheza kwa amani. Ujumbe huu ambao umeweza kutumwa na jezi ya Cristiano Ronaldo, yeye Ronaldo aliweza Ronaldo, kuandika ujumbe huu kupitia jezi hiyo hapo ambao umetafsiriwa na wachambuzi wengi waki, wakiwa wanadhani kwamba labda pengine Cristiano Ronaldo anazungumzia kuhusiana na uvunjifu e, wa amani ambao umekuwa ukiendelea katika mataifa tofauti tofauti. Kumekuwa kuna vita za hapa, na hapa. Sasa Cristiano Ronaldo, ameonekana kama vile kukemea ebana kupitia yeye ameweza kutuma jezi ambayo jezi hii imekuwa ina maandishi ambayo amekuwa akisomeka kwamba so playing for free uh, for peace. Sasa mbali na hapo ni kwamba sio Cristiano Ronaldo tu peke yake, kuna baadhi ya wachezaji tofauti tofauti wamekuwa wakipeleka jezi zao kwa marais wa nchi tofauti tofauti. Pia kuna eh, mchezaji kutoka timu ya Manchester United ambaye amekuwa akichezea eh, ambaye amekuwa pia akiwakilisha katika timu ya taifa ya Cameroon, Andre Onana ambaye yeye eh, ameweza kuwasili, eh, kuwasili eh, bana Burkina Faso na kuweza kumpatia jezi, eh, bana kaptain Ibrahim Traore ambaye ni rais wa awamu wa mpito wa pale Burkina Faso. Sasa ameweza kumpatia jezi hii, ambayo jezi hiyo imekuwa na maneno tofauti tofauti ambayo wameweza kuyazungumza pale, akiwa yeye ni mchezaji tu wa Manchester United katika ziara yake ambayo ameenda kuifanya, e bana nchini humo Burkina Faso, raia huyu wa Cameroon. Tupe mtazamo wako, kwa mdau wa soka kutoka kipande chochote ambacho upo right now, uko na mtazamo gani? Drop comment yako kwenye uwanja comment hapo, usiache kusubscribe kwa taarifa kadha kadha. cha cha